aajjawwea vipi? Mbona spidi spidi mzee? mzee, ujue mwalimu, kuna kitu kitu nataka nikuelekeze. mm -hmm. kuna kitu ambacho unakifanya akija nipendeza kabisa. Ulichokifanya mm -hmm. leo akind na sijaamini kabisa kama ni wewe kweli umekifanya hicho kitu. Mimi nilikuwa kuchukulia ni mwalimu fulani hivi ambaye ni uhakika sana, lakini kwa nicho jionea leo umezingua. Uh, sikia umeniita, si ndio? Afu nimekusikiliza. Sasa unavyoongea maanake natakiwa nikusikilize, alafu uongee moja kwa moja, si unaelewa mdogo wangu? Alafu kingine wewe ni mwanafunzi si ndio? Ulivyovaa sare hizi maanake inamaanisha kwamba hichi ni kitambulisho kwamba unasoma shule fulani si ndio? Okay. Mimi nimesema na wewe hapa, wanaonijua mimi ni mwalimu wanasema kwamba mimi sisimami na mwanafunzi, bali nasimama na nani? Unaweza kujaza mwenyewe si ndio? Sasa jaribu kuzungumza kile ambacho kimekufanya uniite na unisimamishe. Unanijua vizuri, una vizuri, unanifahamu kabisa. Hizo bangi ziache. Sawa bwana mwalimu. Picha, mimi nataka niongee na wewe yani kama mwalimu na mwanafunzi. Na ndio maana kuelekeza kisasa. Sasa, sasa. Ukitaka niongee kama mimi na wewe ni washikaji. Na hisi hatutaongea tukamaliza maongezi. Sawa. Naudia tena. Yaani, hichi ulichokifanya kwa muda uliopita, muda si mrefu, ulichokifanya. Kikafanya hadi mimi nikatoka huko na kufukuzia mpera mpera, nija nikuelekeze. Usikirudie tena, sija kipenda, umezingua. Kwa ukitaka niende hivi. Esi, tutavunjiana heshima afu we ni mwalimu wangu, uwe ni mtu mzima, lakini mwanafunzi na kwangu utabaki kama mwanafunzi. Zungumza, nimekupa nafasi zungumza, nafasi zungumza, usinipoteze mda yani, just try to hit and run, gusa alafu zungumza, gusa alafu ondoka, au naisi umesimama na mwanafunzi mwenzako? <laughs> Basi sikia, nikuelekeze kitu kimoja. Yule Amina. Kwako ni kama mdogo wako tu Amina, sio lepo yako. nasema Amina sio lepo yako, ni mtoto mdogo sana, tuachie sisi. was to enjoy mamadamu wapo, nashindwa kuwafuata mamadamu. Afu we si mtu mzima lakini, hmm? kwa hiyo mimi nikisimama na mwanafunzi una unatafsiri kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea? Sikia we, labda ulikuwa unahisi nini? We kwa akili yako we, mwalimu, najua una akili, si ndio? Hivyo hadi umeletwa hapa shuleni kutufundisha sisi. Usitaki niongee sana. Yaani ulichokuwa unamwambia Amina pale nimekisikia, nimewaona na, nime na macho yangu mawili, nimesikia kiumakini kabisa kwa masikio yangu yote mawili. Naona no, unakugusa no, ni sehemu ambako sikutegemea kama uguse. Unisikiliza, unisikiliza kwa makini. Hilo ambalo umelizungumza kanalo hivyo hivyo. Hilo ambalo umeliropoka mbele yangu kanalo hivyo hivyo. Mbali na hapo, utachukia hii shule, utanichukia kuliko unavyofikiria. Umezungumza, umeropoka nyenye nyenye nyenye nyenye, nimekusikiliza. Walikuwa wananipiga chabu, walikuwa sijui Hivi yaani, kwa mwonekano wako wewe hakuna atakaye kusikiliza kule ofisini kwamba eti sijui nini na nini hakuna. Utalazwa stiki utanyoka. <laughs> Alafu cheka, unaona mazuri kwa sababu hapa ni nje ya shule. Cheka lakini siku ikifika, ndio utajua kabisa kwamba kweli ticha Samu alikuwa na maanisha. Yaani walimu wengine bwana. Kwa hiyo, <laughs> yani, kwa mtazamo wako kweli mimi wa kutishiwa viboko Mimami nakutishia fimbo kweli, usitoke jua pale ofisini pale. Mimi kwangu kama geto tu ambalo unaingia muda wote, alafu siogope kitu chochote kile. Unanitisha hayo maneno yako, nao yaongea hapo, alishapita wenzako kama watano hivi katika hii shule, wenye akili kama yako. Tena isitoshe maneno yako wewe kidogo yana busara, sawa, lakini wamepita kama undapopita wewe We, kwa mtazamo wako, nadhani kuna mtu mimi akunipeleka ofisini eti nikachapo viboko? Asa nawe, kama unataka uondoke, kama walivyoondoka wenzako, endelea kumsumbua Amina yule. Amina ni mtu wangu mimi, sawa? Ndio maana nimekufuata kwa mara ya kwanza kistaarabu. Kwa hiyo ukitaka nirudi tena kwa mara ya pili, hatutaongea lugha moja. Sikia dogo, Jaribu kupita njia yako, ntajaribu kupita njia yangu, lakini usifuate njia yangu. Na kukanya kwa mara ya kwanza na ndo mara ya mwisho, ntakupeleka ofisini ukutane na kichapo ambacho haujawahi kukutana nacho katika maisha yako. Nimerudia kwa faida yako uelewe, mvuta bangi wewe, mwonekano wa ovyo. We ni mwanafunzi Siukakabe atuko barabarani, unanigusa? Yani weo ukinipeleka ofisini mimi na mimi, ndo mda huo huo ntatoka ntakuja palepale pale ofisini, ukisema kile ambacho nimekiona leo, kokuwa makini mimi nayeye, nani ataonekana mbaya? Aia, yani kwa nini? Sisi ni akina nani jamani? Sisi ni wanafunzi au? Kama sisi ni wanafunzi, kwa nini tuko hapa? Na sasa hivi ni saa ngapi? Inabidi tuwe wapi muda huu? Mi ninavyohisi hii ni sehemu salama kwetu, kwa sababu mtu ukichelewa kwenda shuleni unapewa adhabu, na pia mwalimu akikutaji kimapenzi ukimkatalia, anakupa nakupa adhabu, adhabu, adhabu. Mi naona maisha, hmm, na sio adhabu yenye mwisho, ni adhabu endelevu. Mi naona haya ndo maisha aliyotuchagulia sisi kuyaishi. Kachane na shule, mbona nisaidi

Hivi ni vitu tu vidogo vidogo vya kawaida kabisa, tunaweza kuzungumza mimi na wewe na vikaisha. Ungekuwa na mwana nzuri, ungeniita kule ofisini tuongee vizuri. Sio kunita huko bichochoroni. Vitu vingine sio vya kuongea. Ile wanafunzi wengine ni vya watu wawili mimi na wewe tunazungumza tu kawaida. Jambo linakuwa sawa. Alafu nikwambie kitu. Mimi najua kama unatoka na Lisa. Na kama utaendelea kunifuatilia, nitamwambia Lisa na Amina. Tukamwambia mwalimu wa taaluma kuwa wewe una tabia, umefika mbali, umenukuu vibaya. Lisa, mimi ni rafiki yako tu. Hebu niangalie mimi kwa uweusi huu nikatembee na Lisa, sio rafiki yako. Lisa, unatoka naye. Eh, tukipata mtoto hapo si kama la mimi mpya. Niache. Mungu wangu, sikutegemea kama mwalimu ni mchafu kiasi hiki. Kumbe tayari ashatembea na Lisa na sasa hivi anamtongoza mimi. Nilitaka kumwambia Lisa

kuhakikisha tunafanyia kweli au au sio? Sikiliza mimi yani, kazi kazi umeshafikisha kwangu si ndio? Nimekuja na mambo hapa. Hapa hapa ni kwanza ukimwangalia yani yani yani kitu kazi ambayo inafeli mzigo tunaua. Oh kweli? Oh sikiliza niko kuhakikishia kitu kimoja mwanangu wangu

kwenye utawala wetu hakuna kinachoshindikana. Yaani mkija hapa mnakuja na picha, ma video nini, unyama? Bwanangu, mimi nakuhakikishia, so mimi sikufelishi mwamba. Mwangu kweli? Utamu. Basi mambo sio mengi wana uchoreni. Naona kutoka sokoni nini? Kutoka sokoni hivyo, enda kuandaa chakula tena. Sawa sawa. Ah, karibu. Bas tukaribishane. Ah, karibu. Ah. Kati ya wanafunzi wote hapa shuleni yuko mwanafunzi mmoja tu ambaye namkubali sana ambaye ni wewe Lisa unajua utashangaa lakini ondo ukweli lakini kinachonishangaza zaidi ni macho yangu kushuhudia kile ambacho nilikiona ulikuwa sehemu na mtu mtu mwenyewe ni mwalimu K so kukuona tu mpaka akiwa na kukiss Haikuishia pale, bado akakupa na pesa. Ndo hapo nilipopata majibu kwamba ni dhahiri wewe kunikataa, kumbe ulikuwa unatoka na mwanamke. Ah, picha, natamani kuona heshima anayefikisha kwako, inafika kweli? alafu Sio wewe kujua anatoka na teacher K, hata Amina, ninajua kwamba unatoka naye wewe. Hivi utajisikiaje endapo utaona wazazi wako wanamwaga machozi siku ambayo wewe utakuwa unaenda jela? Na sio jela tu kutumikia miaka thelathini, sababu ya mwanafunzi wako huyo wa Amina. Kushauri kitu kimoja katika maisha yako, jitahidi sana hamu ya tendo

kesho nataka umeshikia kipindi changu japo nusu saa tu mm. Kesho kesho, najua kwamba mimi pia na kipindi naelewa, na kipindi lakini nusu saa tu mm. Ah, kipindi chako kipindi changu, hata break ile saa sita rafiki eh, muda wa saa tano tano hapa Yaani, kama inatafuta saa sita kidogo sawa, tangaa jinsi ya kujimeneji ili niweze mudu hivyo so vipindi vyote. Lakini sasa unajua, sasa kwenye za mitihani, kwao siku ni kuambia na mimi leo nimebanwa, nahitaji unisaidie ticha, tunaanza kukimbizana, kukimbizana hicho kitu sitahitaji. Alafu pia mimi sio mgumu <laughs> knawe wa siku kikwama, wala usisite kuja kuniambia, enje, uniambie tukuwa na amani sawa. Ngoja nikukimbia kidogo, maana nina haraka, si unajua tena, jioni kila leo umewaka. Asante haya, sisi tunaenda bwana. Sawa, kila la heri. Haya mama. Haya bwana, karibu omesoma hapa hapa, ukishamaliza naomba umpe Anita. kufika nyakati ngumu katika maisha, lakini hapo ndio tutakapojua rangi ya lisi za watu walio karibu yako. Asante sana, wewe ni zaidi ya rafiki kwangu, nashukuru. Oh. Ndio maana umetoka darasani spidi, kumbe ulikuwa eh? Na mfato mara yako naongea na wewe Ochu. Kicho. Kuna wakati natakiwa kaa kimya, hata kama uku saii bana, amani ni bora kuliko Naona siku hizi umekuwa mwana falsafa mzuri tena wa kutumia lugha adhimu ya Kiswahili yenye misamiati ndani yake, umekuwa sasa eh? Kamata chini. Nimesema kamata chini, ochu kamata chini Tamani mwalimu, naomba msamehe uchi kwa sababu mimi ndio mwenye makosa, naomba utusamehe mwaliuuko saii macho mwalimu wanaziu

tazama yule kakana pamana ili ndugu apate kusoma shule, na yavimbwanga kila kona, hakuna pakushika mchanga. Changamoto pia kwa vijana wanatoana kugawanya, alisemaga mama mpira kona, kuwa makini na kishwa, wanafunzi mtoro mtoro sababu ya